Moja ya majukumu yetu katika kuhakikisha kwamba mteja anayepata hizo huduma za nishati anafaidika na maji, ni sisi Ewura, kupitia sheria ya maji, kupitia sheria ya umeme na kupitia sheria yenyewe ya Ewura, tumepewa mamlaka ya kusimamia vitu vinaitwa mikataba ya huduma kwa wateja. Hata ukiangalia bango letu hapo, utaona kwamba kila mamlaka kimfano, kila mamlaka ya maji iwe Mwauwasa, iwe Biharamulo, iwe Kagera Uwasa, wanatakiwa kuwa na mkataba wa huduma kwa mteja, na kwenye ule mkataba wa huduma kwa mteja unaelezea haki na wajibu wa wewe mtoa huduma, lakini na huyu mteja. Lakini kupitia sheria zetu utaona kimfano hizo mikataba ya huduma kwa mteja, kuna vitu vingi ambavyo tunaona hizi mamlaka za maji, lakini hasa pia na Tanesco hawaitekelezi. Kwa mfano tunapozungumzia, unataka kukata, kumkatia mteja maji, sheria lakini pamoja na mkataba huduma kwa mteja inakataza huyu mteja asikatiwe huduma inapofika Ijumaa katikati, yani kama hivi leo tunaposema midday kwenye weekend, lakini pamoja na siku za sikukuu, hiyo ni marufuku kwa mujibu wa sheria ya maji, kwa mujibu wa sheria ya umeme, lakini pia kwa mikataba hiyo ya huduma kwa mteja inakataza mteja asikatiwe maji kipindi cha kuanzia Ijumaa na kufika katikati siku za weekend, lakini pamoja na siku za mapumziko. Lakini vilevile sheria pamoja na mikataba ya huduma kwa mteja inataka au inatoa wajibu kwa huyu mtu wa huduma awe ni Tanesco au mamlaka ya maji kunapokuwa na katizo la huduma na athiri na namba kubwa au idadi kubwa ya watu pengine ni mtaa au pengine ni wilaya kwa zaidi ya masaa sita, basi anatakiwa awataarifu wateja wake. Lakini kuna makatazo mengine mengi tu, lakini pia kuna wajibu mwingi tu ambazo hizo mamlaka zinatakiwa, kimfano labda kumfungia mtu huduma ndani ya siku saba baada ya kulipa au kumfungia huduma ndani ya siku 30 baada ya kuwa amefanya malipo. Lakini kinachotokea na kwa masikitiko makubwa, hata kwa kupitia hii wiki tukiangalia hapo orodha ya watu waliotembelea ni zaidi ya mia mbili, na katika hao malalamiko mengi makubwa yamekuwa kwenye upande wa maji, na malalamiko hayo nakuta wakati mwingine kuna watu wanasema wamelipia huduma hawajaunganishwa zaidi ya miezi mitatu kuna wengine wanasema wamekatiwa huduma bila kupewa notice, lakini pia kuna maeneo tunajua kwa hapa Mwanza yana changamoto ya maji, maji za stock hata siku mbili tatu, lakini mamlaka husika haziwajibiki na wala hazitoi notice kwa wateja wao. Ndio sasa naangalia, kabla tusijashuka huku chini, ilikuwa ni zaidi ya watu mia mbili kama na nane ambao wametembelea banda letu toka Jumatatu lakini kati ya hao sijapiga mahesabu lakini ni zaidi ya asilimia tisini au tisini na mbili ya watu wanalalamikia huduma ya maji. Aiza maji hayatoki, Buongwa hayatoki, Nyahingi hayatoki, sijui huko Nyamongoro hayatoki, Kiseke, maeneo mengi ukiachia katikati ya jiji hapo. Kwa hiyo na mimi pamoja na wenzangu tumesema tutachukua kwa, kwa, kwa seriousness na tutafanya uchambuzi kuanzia wiki ijayo. Itakapobidi tutatembelea maeneo na tuje na ripoti ya zaidi, kwa sababu kweli kuna shida mahali. Kwa hiyo tutaandaa ripoti yetu zile, ambayo haitaishia Kanda ya Ziwa, itaishia kwa wakurugenzi mkuu, eh Ewura, tutaiwasilisha na itabidi itaenda mpaka wizarani, tuone arobaini ya tatizo hili nini, kwa sababu watanzania wanaona, wana Mwanza wanaona ziwa letu liko karibu na wakiuliza wana, wanaongea wana ukweli kwamba maji haya yanafika Shinyanga, maji sasa ya hivi yanafika Tabora, lakini sisi ambao tunayatazama tunayapata kwa mgao, sisi ambao tunayatazama kati mwingine hatuyapati wiki nzima. Kwa hiyo lazima tufanye na sisi kama wadhibiti twende mbali zaidi, ikiwezekana tuishauri serikali. Sisi tutaishauri mkurugenzi wetu mkuu wa Ewura na naye atalifikisha kunakostahili, pengine kwa katibu mkuu wizara ya Maji, ili, ili tuone mwarobaini wa kukosekana kwa maji Mwanza.